Na bila shaka nakuahidi taarifa motomoto ifikapo mwendo wa saa moja kamili, lakini kwanza, katika makala yetu ya kila siku ya Jumamosi, wanasema mui huwa mwema, ndio kauli iliyodhihirika katika maisha ya Steve Mbugua ambaye kwa wakati mmoja alikuwa jambazi sugu. Steve kwa sasa ni mhubiri katika kanisa la Faith Evangelism na licha ya kuwa mhubiri, Steve ameweza kuwabadilisha vijana wengi ambao wamekuwa wakijihusisha na uhalifu na hata ukahaba katika mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi, hasa eneo la Korogocho na Mathare. Hii hapa taarifa yake, alafu tarudi kwa mjadala kuhusu maisha yake. sema kuwa mui huwa mwema hakukosea, kwani hapa duniani kila mmoja hukumbwa na changamoto na kupitia njia tofauti katika maisha yake. Baadhi huwa wangwana na kisha kupoteza maadili, na wengine huwa mui na kisha kubadili mienendo yao kutokana na maswala yanayowakumba katika maisha. Some of us inge kwa ni histori ambayo iliosalaulika, but because ya Yesu that's why tuko hapa And that's why... Kutana na Steve Mbugua, kwa sasa ni mhubiri wa kanisa la Faith Evangelism. Kabla ya kubadili mwenendo yake, alikuwa jambazi sugu aliyohangaisha wenyeji wa Nairobi, mahali ambapo nilizaliwa eh. Wale waliokuwa wamenizingira, wengine walikuwa wanauza chang'aa, wengine walikuwa wezi, na wengine walikuwa wanafanya sasa sijui mara ya tatu ama mara ya ine musema hapo, nikajitukuta nimeingia hapa, nimetoa bunduki na nimefietiwa juu na nikasema kila mtu alale. Maisha yake ya utotoni yalikumbwa na uchochole na kujipata akijihusisha na uhalifu, lakini mwaka alfu mbili maisha yalichukua mkondo mpya baada ya kuchelewa katika jaribio la wizi. I remember nikaharakisha, nikaenda home, nikachukuagun nikakimbia, nikajikuta Uhuru Park, niko armed. Kufika pale kwa choo, sioni watu wangu, niko madawa so, nikaanza kurusha macho kushoto kulia, nikijaribu kuangalia wako wapi, but si waoni. Ni siku ambayo Steve hatuisahau maishani mwake, kwani wenzake wawili walipigwa risasi na kupoteza maisha yao. Cha kustajabisha ni kuwa Steve alijipatia barafu yake ya roho kupitia uhalifu. Yeye na mkewe kwa wakati mwingi walikuwa wakishirikiana kutekeleza uhalifu, mkewe akichukua jukumu la kupeleka vifaa vya kazi karibu na mahala pa kutekeleza wizi. Sasa unapatiwa na vijana unawabebea, unawapelekea mahali wanataka. Jua wenyewe wasibeba, msichana akibeba gani, hakuna mtu yote anaweza jua. Sasa mimi nikakuwa nikiwabebea mpaka tukakuja tukajuana na my husband. Bila shaka sio jambo la kawaida kuishi na jambazi kwa muda wa miaka miwili ndani ya e nyumba yako, lakini kwa Steve ujasiri na mapenzi ya kweli aliweza kufanya hivyo na hatimaye kumbadilisha mkewe. E, yenyewe kuna mali ilikuwa imefika, nikaanza kuona ni kama bibi yangu si ye atakuwa wife, because unajua nilipoingia church nilikuwa naangalia pia wasichana wengine wa praise and worship naonao wanapenda Mungu sana. Juu wakati aliyokoka, kila kitu yote ya wizi aliitoa aka zingine akapeana hakuna zi kitu alibakisha. Sasa nilikuwa naona ni sehemu analeta kwa nyumba nyumba ndani ndani ya nyumba zetu. Ndani ya familia zetu. Ni katika kanisa hili wamekuwa kielelezo cha kuigwa na wengi kiasi cha kuwabadilisha vijana wengi kutoka mitaa ya mabanda ya Korogosho na Mathare ambao kwa wakati mmoja walikuwa majambazi na hata makahaba. Mimi nilikuwa nafanya umalaya. One day nilikutana na mwanaume unamluliwambia tupatie du akakataa, so kuna kijana alichukua knife akamdunga, unaona, so that woman alikuwa naalitoa mala alimwachapo kama ako, ako ile hata ako anapiga nduru, ako anajijua so, imagine you know life unaingilia at that time... Ignatius Juma ananieleza kuwa haikuwa rahisi kwake kuacha tabia alizokuwa nazo kwani amewahi kulala na wanyama kama vile ng'ombe na mbuzi. Kwa Steve ile, ile, na, na mkewe ambao wameweza kubadilisha sura ya mtaa huu, ni kuokoa maisha ya wengi, hivyo basi kudhihirisha kuwa mui huwa mwema. Francis Mtalaki, KTN Leo Wikendi.